Channel 10. Na serikali imewataka wahandisi wote wanaosimamia ujenzi wa barabara nchini kuhakikisha kandarasi zinazofanywa zinaendana na fedha zilizotumika ili barabara zinazojengwa ziwe katika ubora unaotakiwa. Agizo hilo limetolewa wilayani Kondoa katika mkoa wa Dodoma na Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Profesa Makame Mbarawa wakati alipokuwa akikagua ujenzi wa barabara za Mayamaya Mela yenye urefu wa kilometa 99.35 inayojengwa kwa gharama zaidi ya shilingi bilioni 100 na Mela Bonga yenye urefu wa kilometa 88.8 inayojengwa thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 83. Hakikishe kwamba barabara hii inajengwa kwa viwango. Hizi pesa ni pesa za watanzania walipa kodi, kwa vile tunataka tupate value for money. Kama barabara hii imejengwa kwa lifespan, au itajengwa kwa lifespan ya miaka kumi na tano ishirini lazima tupate miaka 15, 20. Hatutaki barabara ambayo itajengwa kwa lifespan ya miaka kumi na tano baada ya miaka miwili imebomoka. Aidha, kuhusu vikwazo vinavyozuia ujenzi wa barabara ya mela Bonga, ikiwa ni pamoja na swala la ulinzi wa mali za mkandarasi katika eneo la ujenzi, waziri Mbarawa amemhakikishia ulinzi mkandarasi huyo, lakini akaweka bayana juu ya tatizo la fidia kwa mwananchi mmoja ambaye ameshalipwa zaidi ya shilingi milioni ishirini ili apishe ujenzi wa barabara uendelee. Kama likishindikana, sisi kama serikali tutafanya maamuzi, sababu lazima ifike pahala kama serikali tufanye maamuzi sahihi kwa ajili ya maslahi ya wananchi wote. Haiwezekani mtu mmoja ana kajumba chake pale akaendelea kuchelewesha mradi kwa muda wa miaka miwili. Mapema akitoa taarifa mhandisi mshauri Kini Kuyonza amesema jeshi la polisi katika kipindi cha nyuma lilishindwa kuweka ulinzi wa kutosha, na hivyo mkandarasi anapata hofu kukwama kwa mradi huo kutokana na vitendo vya ujambazi. Kesi zote hizo ambazo au matukio yote hayo ambayo yalitokea hapa eh, hakuna kwa taarifa tulizonazo, ambazo polisi wameweza kusova hata moja. Sasa mkandarasi ana wasiwasi zaidi kwa sababu anaingia eneo la msitu kule, kwamba kama uh, ulinzi hautaimarishwa au msaada wa polisi hautaimarishwa uh, matukio yanaweza yakamkwamisha kama, kama vifaa muhimu vitaweza kuibiwa. Kuna sheria ambayo inasema kwamba ni marufuku kupitisha mifugo kwenye barabara na faini yake ni shilingi elfu tano kwa kila mnyama. Kwao sisi tunakuhakikisha Mheshimiwa Waziri kwamba tutaanza sasa hivi kukamata mifugo yote inayoswagwa barabarani na kuipiga faini kama sheria inavyoelekeza. Kukamilika kwa barabara hiyo ya Manyara Dodoma kunatarajiwa kuongeza shughuli za kiuchumi wa kwa wananchi wa mikoa hiyo ikizingatiwa kuwa barabara hiyo ni kiungo cha barabara kuu ya kaskazini na nchi za kusini mwa Afrika, yani SADC. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Basi, tuende na taarifa yetu ya